Habari, karibu katika mada ya leo, leo tunakwenda kujifunza mada muhimu sana kuhusu kansa ya mapafu na mimi nimekusikia kuhusiana na kansa ya mapafu na umewahi kumwona au kusikia mgonjwa fulani alikuwa na kansa ya mapafu utokwa na daktari Lenny, kutupelekeza mada hiko ndani. Kama bado hujajiunga nasi, basi alama pembeni yake, tuanze kujifunza hii ni, ni maana ya kansa ya mapafu kansa ya mapafu huu ni ukuaji usio wa kawaida wa seli za mapafu ukuaji huu unaweza kusababisha uvimbe na kusababisha kansa ambayo tunaita kansa ya mapafu na uvimbe huu au kansa hii inaweza ikaenea maeneo mbalimbali ya mwili na kusababisha madhara kadhaa katika mwili wa binadamu tuangalie vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha kansa ya mapafu Chanzo kikubwa cha kansa ya mapafu ni uvutaji wa sigara. Watu wengi wenye kansa ya mapafu historia ya yao kubwa ni walikuwa wamekutana na moshi ambao unatokana na mazao ya sigara, lakini pia baada ya hapo, kuna second hand smoking. Chanzo cha pili ni mtu ambaye havuti sigara, ila yuko hatarini pia kupata kansa ya mapafu kama atakutana na moshi wa sigara. Tena huyu yuko hatari zaidi kuliko hata yule ambaye anatumia sigara. Kwa hiyo hapa pia ni chanzo cha kutumia second hand smoking. Chanzo cha tatu ni kemikali za viwandani. Kwa kemikali za viwandani ambavyo zinaweza pia zikasababisha kansa ya mapafu. Chanzo kingine ni uchafuzi wa mazingira. Mazingira machafu ni hiyo wachafu yanaweza pia kupelekea ya mtu kupata kansa ya mapafu kwa urahisi. Kitu kingine ni historia ya familia yenye kansa. Kama kuna familia yenu kuna historia ya kansa basi inaweza ikaa kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia jenetiki. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza kikasababisha kansa ni tunaweza tukasema kwamba ni aina ya vyakula ambayo tunatumia pia vinaweza vikapelekea, kama vina kemikali kubwa, kemikali nyingi, vinaweza pia vikapelekea kansa ya mapafu. Kitu kingine ambacho tunaweza kikasababisha kansa ya mapafu ni magonjwa ya mfumo wa pumuaji yasiyotibiwa, kwa mfano ni shini kuchukum, tuberculosis, lakini pia pneumonia, lakini pia na magonjwa mengine ya mfumo wa upumuaji kama atatibiwa kwa vizuri na kwa fasaha inaweza pia kapelekea mtu huyu kupata kansa ya mapafu . Kitu kingine ambacho kinaweza kapelekea kansa ya mapafu ni magonjwa mengine ya kansa. Kama una kansa sehemu nyingine, kama una kansa ya matiti, una kansa ya sehemu yoyote ile ya mwili, inaweza ikaa kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ka, si, mweli, mingine, ka metastasis, metastasis metastasis na ukasipelekea nini kansa ya mapafu kwa hiyo ndio vilikuwa ni vyanzo vya kansa ya mapafu ambavyo vimekuwa vikisababisha kansa kwa siku za usoni. Tuangalie dalili sasa. Utagunduaje sasa kama ndugu yako ana kansa ya mapafu au mwenyewe una kansa ya mapafu? dalili ya kwanza ni kikohozi cha muda mrefu, kuanzia wiki mbili na miezi kadhaa miezi tatu na kuendelea. Pili ni kikohozi chenye damu au makohozi mazito yenye rangi ya njano, inaweza pia ikawa dalili mojawapo ya kansa. Nyingine ni bele, nyingine ni ugumu yani, katika kupumua, inapata shida katika kupumua, napumua kwa shida nyingi, kati ile breath, inaweza pia ikawa ishara ya kansa. Kitu kingine ni maumivu ya kifua ya muda mrefu, inaweza ikapelekea dalili ya kansa. Dalili zingine ni pamoja na uma kali na inaweza pia ikawa ni kutoka jasho nyingi katika usiku. Dalili nyingine inaweza ikawa ni kupungua kwa uzito. Dalili nyingine inaweza ikawa ni upungufu wa damu, unakuwa pale mweupe katika maeneo ya baadhi ya maeneo ya macho na mikono, ni ishara ya upungufu wa damu. Ingine ni kuishiwa nguvu mara kwa mara, ndio jina body malaise. Kwa hiyo hizi ndizo dalili kuu za kansa ya mapafu. Kwa hiyo ndio dalili hizi ambazo tumezitaja hapo hivi, hakikisha unawahi mara moja kwa mwana daktari. Twende kwenye vipimo ambavyo unaweza kagundua kama mwana kansa ya mapafu. Kwanza daktari anaweza kufanya vipimo kama chest x-ray lakini pia anaweza akafanya biopsy, maana kuna inakatwa kiasi kipande cha nyama, alafu kinakwenda kinafanyia uchunguzi na kuna vipimo vingine kama CT scan. Pia daktari anaweza akajaribu kufanya vipimo vingine ambavyo vya kusupport, kama akiona kuna dalili ya upungufu wa damu pia au dalili ya maambukizi bakteria, anaweza pia kufanya full blood picture na vipimo vingine mbalimbali vya magonjwa mbalimbali. Matibabu ya kansa, ukiwahi kutibiwa mapema, matibabu ni unatibiwa na makaa sawa, lakini ukichelewa na changamoto ndio watu wengi wanakuja tayari kansa sha kuwa na isha ya asili atua kubwa sana ishaa sili i makubwa ya mwili kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuachivu matibabu yake kwa kiwango cha asilimia nia. Lakini kama umewahi umoja ni za mwanzo kabisa ukawahi kupata matibabu, basi matibabu yake ni ya uhakika na unaweza ukakaa sawa na ukapuna kabisa. Matibabu yake kuna upasuaji, kuna dawa, kuna mionzi kutokana na kiwango cha kansa ilivyo. Jambo lingine ambalo ningependa kushirikiana kushirikishana siku ya leo ni tunaweza unaweza ukazuia hii kansa ya mapafu. Jambo la kwanza ni achana na uvutaji wa sigara, lakini pia acha kutumia mazoea ya tumbaku, uvuta sigara. Pia usikae karibu na mtu ambaye anavuta sigara, ile kitu tunachoita second hand smoking. Usikae katika mazingira ya uchafuzi mkubwa wa hewa kama mazingira ya viwandani, basi kaa mbali kidogo na mazingira ambayo yanachimbwa madini, lakini pia Epuka kuwa kwenye maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu, epuka kuwa kwenye maeneo yenye vumbi kali na moshi, na maeneo mabaya yasiyo na hewa safi. Kitu kingine acha uvutaji, unywaji wa pombe. Kutumia pombe kwa kiwango kikubwa tu inaweza kupelekea hatari ya kupata kansa ya mapafu. Kama una magonjwa ya mfumo wa hewa kama nimonia, ukikohoa kwa muda mrefu una chiliye a hakikisha unapata matibabu mapema ili tuweze kukulinda dhidi ya kansa ya mapafu. Ndugu mtazamaji, ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. omb naamini kuna jambo la msingi sana na share video hii kwa rafiki mmoja ili na yeye ajifunze zaidi. ipeke sefu njema na Mungu akubariki.